Pasaka wetu aliposulubishwa pale msalabani, alikatiza uumbaji wote wa kale, alikatiza kila kitu cha kale. Wakati anafufuka kama tunavyokumbuka leo, akafufuka akiwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, kwa maana nyingine akiwa limbuko la wale ambao wanapita kwenye msalaba wa mauti. Sisi tumepokea kifo cha msalaba, tumekufa na Kristo tumefufuka naye katika upya wa maisha. Na kwa sababu tumefufuka katika upya wa maisha, tunaishi katika upya wa maisha ndani ya Pasaka wetu, tukubali kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Ni neno lipi ambalo Mungu anakuambia hili linatakiwa lisurubiwe msalabani? Kwa nini bado umelibebelea? nguvu ya kusurubisha anayo Bwana mwenyewe, wewe uweze kusurubisha unachokihitaji. Kwako ni kukubaliana naye tu kwamba unataka kisurubishwe, kwa sababu kukumbatia hauwezi kukisurubisha, hauwezi kukunyang'anya. Asema na kunyang'anya, nikasurubishe mwenyewe? Ah ah, ni mpaka umwambie Bwana, hiki na kiachia, naomba kisurubishwe. Ukisha kiachia hivyo, Roho wa Kristo aliye ndani yako anayo nguvu ya usurubisho, anakichukua hapa hapo, anakisurubisha kwa roho wa, kwa, kwa nguvu ya ya suruba iliyo ndani yake na kukupa uzima hapo hapo, mwambie Bwana hiki kitu kwenye maisha yangu, hiki kilipaswa kiwa kimeshasurubiwa, lakini nimekishikilia. Niliwaza kwamba siwezi kukiachia, au niliwaza kwamba kiko sawasawa tu, au niliwaza watu wote wanacho, au nilikiona kwa mtumishi fulani nikawaza basi ni kawaida ya kuwepo kwa watumishi pamoja, kwamba neno lako halisemi hivyo. Ni wakati mzuri sana, neema imeachiliwa ya kusurubisha kila kitu cha utu wa kale.